DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni, na msikilizaji, mekwisha timia saa 11 juu ya alama kwa saa za hapa Ulaya ya Kati, lakini saa 12 huko Afrika Mashariki. Karibu DW. Mimi ni Sudi Mnete na namkaribisha Saumu wa Simba aanze na habari za Afrika. DW. habari za ulimwengu. Sdimnete ni habari za Ulimwengu na kwanza, tunaanza na muktasari. Kansela Friedrich Merz wa Ujerumani ameikosoa vikali Israel kuhusiana na mashambulizi yake dhidi ya ukanda wa Ghaza. Urusi imesema mashambulizi yake ya hivi karibuni dhidi ya Ukraini yalifanywa kujibu uchokozi wa serikali ya Kiev. Na Benki ya Maendeleo ya Afrika yajiandaa kumchagua rais wake mpya wiki hii huko Ivory Coast. Habari kamili. Tuko Finland. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz ameikosoa vikali Israel kwa namna ambayo haijawahi kutokea, akisema mashambulizi ya anga yanayofanywa dhidi ya Ghaza hayawezi tena kuhalalishwa kwa hoja ya kupambana na kundi la Hamas. Imeonyesha na inaonekana kwa mtazamo wangu kwamba muda umefika wa mimi kusema hadharani kwamba kile kinachotokea hivi sasa hakiwezi tena kukubalika na kwa hivyo tutaendelea na mazungumzo na serikali ya Israeli. Kansela huyo Ujerumani ametoa ujumbe huo kwenye mkutano na waandishi wa habari akiwa nchini Finland ambako amekuwa kwenye ziara ya kukutana na viongozi wa nchi za kanda ya Nordic. Ujerumani na Finland zimetoa mwito kwa mataifa ya ulimwengu kuishinikiza Israel kuruhusu misaada ya dharura ya kibinadamu kuingizwa katika ukanda wa Gaza. Moscow Urusi imesema leo kwamba mashambulizi yake ya anga dhidi ya Ukraini siku chache zilizopita yalifanywa kujibu mashambulizi ya droni yaliyofanywa na Ukraine dhidi ya raia wake. Urusi imeishutumu Ukraine kwa kujaribu kuvuruga juhudi za amani kufuatia mashambulizi yaliyofanywa na Urusi kati ya Ijumaa iliyopita na jana Jumaatatu, Ukraine imeishutumu nchi hiyo kwa kujaribu kuepuka kubeba dhamana ya mauaji iliyoyafanya. Mkuu wa shughuli za ofisi ya rais Volodimir Zelenski, Andri Yemak, amesema kupitia ujumbe aliyouandika kwenye ukurasa wa Telegram kwamba Urusi inapaswa kuwekewa vikwazo zaidi na jumuiya ya kimataifa haipaswi kuendelea kusubiri kuchukua hatua hiyo. Rais wa Marekani Donald Trump, ambaye amekasirishwa na Urusi kutokana na mashambulio yake dhidi ya Ukraini wiki hii alitishia kuiwekea vikwazo nchi hiyo. Kuala Lumpa. Viongozi wa mataifa ya kusini mashariki mwa Asia yaliyoko kwenye jumuiya ya ushirikiano ya ASEAN wamekubaliana kuchukua msimamo wa pamoja kuhusu namna ya kushughulikia suala la ushuru wa kibiashara wa Marekani. Hayo yameelezwa na waziri mkuu wa Malaysia, Anwar Ibrahim, ambaye ni mwenyekiti wa sasa wa jumuiya hiyo. Akizungumza kwenye mkutano na waandishi wa habari, amesema viongozi wa jumuiya hiyo wamekubaliana kufuata msimamo wa pamoja utakaohakikisha hakuna nchi itakayoumia peke yake kutokana na ushuru wa Marekani, na kwa pamoja zitaendelea na mazungumzo ya kibiashara na Washington. Kadhalika, viongozi hao wanaokutana katika mkutano wao wa kilele mjini kuala Lumpur, Malaysia, wametoa mwito kwa pande zote zinazozozana nchini Myanmar kurefusha makubaliano ya usitishaji vita na kujenga hali ya kuaminiana kuelekea mazungumzo ya kitaifa. Mnaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bon. Abijan, benki ya maendeleo ya Afrika AFDB inamchagua rais wake mpya Alhamisi hii katika mkutano unaofanyika nchini Ivory Coast. Mkutano huo unafanyika wakati benki hiyo ambayo ni mkopeshaji mkubwa wa mataifa ya bara la Afrika ikikabiliwa na changamoto ambazo hazikutegemewa kutokana na hatua ya Marekani kuiondolea ufadhili Washington inataka kukata ufadhili wa dola milioni 555 kwa benki hiyo, pamoja na mfuko wake wa maendeleo kwa Afrika ambao unatoa mkopo nafuu kwa mataifa masikini ya bara hilo. Mkutano wa viongozi wakuu wa nchi na taasisi za fedha unaofanyika mjini Abijon ni moja ya mikutano mikubwa ya kifedha ndani ya bara hilo. Mkutano huo utamchagua rais mpya wa AfDB atakayechukua nafasi inayoshukiliwa kwa sasa na Akiwumi Adesina atakayeondoka mwezi Septemba baada ya kukamilisha muda wake wa miaka mitano. Wagombea watano wamejitokeza kutoka Afrika Kusini, Senegal, Zambia, Chad na Mauritania. Na hatimaye, Washington, rais wa Marekani Donald Trump ameipongeza hatua ya umoja wa Ulaya ya kuandaa mazungumzo ya kibiashara na nchi yake, akisema ni hatua chanya ambayo anatumai umoja huo wa Ulaya utakuwa na uwazi katika kufanya biashara na Marekani. Hata hivyo rais huyu wa Marekani amesisitiza kitisho chake cha kuwa tayari kuchukua hatua ya upande mmoja ya kuwawekea masharti ya kibiashara ikiwa hakuna makubaliano yatakayopatikana. Kauli hiyo mpya ya Trump ameitoa baada ya mwishoni mwa wiki kuonekana kubadilisha msimamo na kukifuta kitisho chake cha kuweka ushuru wa asilimia 50 kwa bidhaa kutoka mataifa ya Umoja wa Ulaya na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa Kiswahili ya DW mjini Bonn. DW dunia yetu leo jioni. Na msikilizaji, kama ulivyokwisha msikia hapo Saumu wa Simba so, Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amekosoa vikali serikali ya Israel kwa mashambulizi yake huko Gaza. Uh, kauli hii inaleta tafakari kwamba mambo yanabadilika nchini Ujerumani, sera ya Ujerumani inabadilika kuelekea Israel. Urusi imesema mashambulizi yake ya sasa huko Ukraini ni kujibu mapigo baada ya Ukraine kuwalenga raia wake. Na shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu Amnesty International limesema upo uwezekano mkubwa kwamba waasi wa M23 walifanya uhalifu wa kivita huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. kubwa wakati huu ni katika kile kinachoonekana kama mabadiliko makubwa ya kisiasa, kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema serikali yake inaendelea kujadili kwa undani kiwango cha msaada wa Israel hasa kikihusisha uuzaji wa silaha wakati ambapo shinikizo la kimataifa la lawama dhidi ya operesheni za kijeshi za Israel katika ukanda wa Gaza zikiongezeka. Akizungumza nchini Finland katika mkutano na waziri mkuu eh, Petteri Orpo Merz amebainisha kuwa bado hakuna uamuzi wa mwisho kuhusu uhusiano wa kijeshi na Israel. Iddi Ssessanga na taarifa zaidi Merz ametoa matamshi makali na yasiyo ya kawaida dhidi ya Israeli akisema mateso kwa raia wa Gaza hayawezi tena kuhalalishwa kwa hoja ya kupambana na ugaidi wa Hamas. Aliongeza kuwa sasa ni wakati wa kuimarisha mazungumzo na serikali ya Israeli ili kuelewa dhima ya operesheni hizo. Kauli hizi zimeashiria mabadiliko makubwa katika msimamo wa Ujerumani, ambayo kwa muda mrefu imekuwa mshirika wa karibu wa Israeli. Katika hotuba yake kansela Friedrich Merz alisisitiza kwamba hatua za kijeshi za hivi karibuni haziwezi tena kueleweka kama za kujilinda. Ichis... ilionekana na bado naona wakati uliokuwa umefika ambapo nilihitajika kusema hadharani kwamba kinachoendelea huko kwa sasa hakivumiliki tena, na kwa sababu hiyo tutaimarisha mazungumzo na serikali ya Israel. Kauli za Merz zimepokelewa kwa tahadhari kubwa zikiungwa mkono na baadhi ya wabunge wa, wa mrengo wa kati na kushoto, huku balozi wa Israeli nchini Ujerumani akisema kwamba Israeli inasikiliza kwa makini kauli za Merz kwa sababu ni rafiki wa kweli. Hata hivyo amesisitiza kuwa Israeli itaendelea na operesheni zake hadi Hamas itakapokoma kuwashambulia Waisraeli wa Israeli na kuwaachilia mateka walioko Gaza. Msimamo wa Merz umepokelewa pia kwa tahadhari na Baraza Kuu la Wayahudi nchini Ujerumani. Rais wake Yosef Schuster amesema ingawa anakubaliana na wito wa kulinda raia na kufikisha misaada Gaza, anatahadharisha dhidi ya kauli ambazo zinaweza kuhalalisha chuki dhidi ya wa Wayahudi kwa kisingizio cha ukosoaji wa Israeli. Kwa upande mwingine, waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul amesisitiza kuwa Ujerumani haitalazimishwa kuwa na mshikamano wa kisiasa na Israeli pale ambapo haki za binadamu na misaada ya kibinadamu vinaingiliwa. Amesema Ujerumani lazima ifikirie kwa makini hatua zake zijazo kuhusiana na mzozo huo. Msimamo wa Umoja wa Ulaya pia umeanza kubadilika huku rais wa halmashauri kuu ya Ulaya Ursula von der Leyen akilaani mashambulizi ya Israeli dhidi ya shule na vituo vya wakimbizi kuwa ya kutisha na yanayokiuka sheria za kimataifa. Mashirika ya misaada ya kimataifa yameripoti kuwa zaidi ya watu laki moja na thamanini elfu wamehama makazi yao katika kipindi cha wiki moja tu tangu kuongezeka kwa operesheni za Israeli, huku yakielezea wasiwasi kuhusu mfumo mpya wa utoaji misaada yakisema unadhoofisha misingi ya kibinadamu kwa kutowashirikisha Wapalestina na Umoja wa Mataifa. Katika hatua nyingine, Umoja wa Mataifa umesema hauna uthibitisho wowote kuwa misaada ya chakula inayodaiwa kupelekwa Gaza na shirika hilo jipya la GHF imewafikia wananchi. Tukisalia hapo hapo katika vita vya Gaza, na hasa baada ya kansela wa Ujerumani Friedrich Merz kuikosoa vikali Israel kwa namna ambayo haijawahi kushuhudiwa, akisema mashambulizi ya anga yanayofanywa dhidi ya Gaza hayawezi tena kuhalalishwa kwa zingatio la hoja ya kupambana na kundi la Hamas, nimezungumza na Dr. Harrison Mwilima, mchambuzi wetu huyu wa siasa za Ulaya akiwa mjini Berlin, na kwanza nilimhoji kauli hiyo ya Merz inaleta tafakari gani kwa wakati huu. Uh, kauli hii inaleta tafakari kwamba mambo yanabadilika nchini Ujerumani. Uh, sera sera ya Ujerumani inabadilika kuelekea Israel. Tunakumbuka kwamba kutokana na sababu za kihistoria, kipindi cha wanazi, Wayahudi wengi waliuliwa hapa nchini Ujerumani, mamilioni ya Wayahudi waliuliwa. Kwa hiyo, tokea kipindi hiko serikali imekuwa na, na sera kubwa kuelekea Israeli ya kwamba kuiunga mkono serikali ya Israeli, kuunga mkono taifa la Israeli. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho kilifanya Ujerumani ikashindwa kutoa matamko makali kuelekea Israeli katika vita vyake vya Gaza. Kwa hiyo Ujerumani ni taifa kubwa barani Ulaya, pengine hili linaonyesha kwamba ndio mtazamo ambao utabeba nguvu ya mataifa ya Ulaya kwa wakati huu. Nadhani ni mtazamo ambao umechelewa, kwa sababu tukumbuke kwamba mataifa mengine ya Ulaya yalikuwa yameshatoa matamko. Kwa hiyo sidhani kama Ujerumani inaweza kufanya Ulaya ichukue uh, na, uh, nafasi kama hiyo, lakini ni kama Ulaya na mataifa mengine ndio amefanya Ujerumani kuchukua uh, hatua hiyo ya kubadilisha hii uh, sera ya, ya mambo ya nje. Kwa hiyo tukumbuke kwamba kuna nchi kama Kanada, nchi kama Ufaransa, uh, nchi kama Uingereza tayari zilikuwa zimeshatoa matamko na kusema kwamba wataiwekea vikwazo Israel kutokana na hivi vita, vita vyake. Kwa hiyo pia tukumbuke, Umoja wa Ulaya tayari ulikuwa una, unafanya majadiliano sasa ya kuweza kukupitia upya mikataba ya kibiashara na Israel ili ikiwezekana kuiwekea vikwazo. Kwa hiyo Ujerumani imechelewa sana. Kwa hiyo lakini afadhali ime, imeonekana, kwa sababu imetoa tamko hili, kwa sababu tukumbuke kwamba hata watu hapa Ujerumani ukiangalia kura za maoni wanaonyesha kwamba asilimia themanini ya watu walikuwa wanaona kwamba hivi vita vya Israel vya Gaza haviwezi kuhalalishwa. Kwa hiyo ni kitu ambacho Wajerumani wenyewe wanaona hivyo pia. Hata katika muungano wake wa serikali tumeona viongozi wa chama cha SPD ambacho huyo kansela Merz uh, ameunga nacho muungano nao wameanza kukosoa sera hiyo ya Ujerumani. Kwa hiyo ni, ni pressure ilikuwa kubwa sana. Kufanya mpaka kansela Merz aweze kubadilisha mwelekeo wake. Kutakuwa na matokeo gani kwa mfano? Ah, sasa matokeo ya hapa tukumbuke, kwamba uh, Israel Ujerumani inatuma silaha nyingi sana kuelekea Israel. Kwa hiyo hii ni kati ya ya sera ambayo watu wengi wanaanza kuiulizia kwamba kwa nini, kama kama silaha za Ujerumani zinazotumwa Israel zikienda kuua watoto, kuua kuua wamama hiyo inaweza ikawa ina, ikaleta picha mbaya kwa Ujerumani. Kwa hiyo kwa sasa hivi kansela bado hajasema kwamba wataweka vikwazo vya silaha lakini kuna uwezekano kwamba inaweza kuelekea huko. Ni Dr Harrison Mwilima, mchambuzi wetu huyu wa siasa za Ulaya, nilipozungumza naye moja kwa moja akiwa mjini Berlin. Urusi imesema leo kuwa mashambulizi yake makali nchini Ukraine mnamo siku tatu zilizopita yalikuwa ni jibu kwa mashambulizi ya droni yaliyofanywa na Ukraine na kuwalenga raia wa Urusi. Moscow pia imesema iko tayari kurejea mezani kwa mara nyingine kwa mazungumzo ya kumaliza vita. Zaidi anasimulia Rashid Chilumba taarifa iliyotolewa na wizara ili ya ulinzi ya Urusi imesema Moscow iliamua kuilenga maeneo ya kijeshi ya Ukraine kujibu mkururo wa mashambulizi yaliyofanywa na utawala mjini Kiev ndani ya Urusi. Taarifa hiyo imesema katika kipindi cha siku saba zilizopita, Ukraine ilirusha maelfu ya droni kuilenga maeneo ya ndani ya Urusi, ikiwemo ambayo hayana shughuli zozote za kijeshi. Takwimu za wizara hiyo zinaonyesha mifumo ya ulinzi ya Urusi ilidungua droni 2331 zilizorushwa na Ukraine kati ya Mei hadi leo Mei ishirini na saba. Urusi imetuhumu mataifa ya Ulaya kuichochea Ukraini kufanya mashambulizi ndani ya ardhi yake ambayo Moscow inasema hayaonyeshi dhamira ya kweli ya kumaliza mapigano. Katika mfululizo wa mashambulizi kuanzia siku ya Jumapili, Moscow iliyalenga maeneo chungu nzima ndani ya Ukraini na kusababisha vifo vya watu wasiopungua kumi na watatu. Hujuma hizo zilizusha hasira na ukosoaji mkubwa kutoka kwa viongozi wa Ukraini na Ulaya, huku Rais Donald Trump wa Marekani alikwenda mbali zaidi na kumshambulia mwenzake wa Urusi Vladimir Putin, akisema amegeuka mwenda wazimu kwa kufanya mauaji ya watu yasiyo na ulazima. Trump pia alitishia kuiwekea vikwazo vikali zaidi vya kiuchumi Urusi iwapo itaendelea na vita badala ya kusaka amani. Hii leo waziri wa mambo ya nchi za nje wa Urusi Sergei Lavrov amesema Trump alitoa matamshi hayo katika kuonyesha hisia kwa sababu anaona juhudi zake za kutafuta amani kwa ajili ya Ukraine zinahujumiwa na wanasiasa wa Ulaya. Rais Trump ni mtu anayependa kuona matokeo, na pale anaposhuhudia kundi dogo la wawakilishi wa Ulaya wanaanza kuhujumu jitihada zake kwa kuisukuma Ukraine ifanye matendo ya ajabu kama kuilenga Moscow kwa droni na miji mingine na mashambulizi ya kuilenga helikopta ya rais wa Urusi, bila shaka, ataonesha aina fulani ya fadhaa na hasira. Lavrov alikuwa akizungumza baada ya kukutana na waziri mwenzake Uturuki Hakan Fidan anayetembelea Moscow. Kwenye mkutano wao wa na waandishi wa habari, Lavrov amesema Urusi iko tayari kurejea mezani kwa mazungumzo na Ukraine pale pande zote mbili zitakapowasilisha mapendekezo yao kuhusu mwelekeo wa mazungumzo ya amani. Hayo yanajiri katika wakati mvutano mpya umeibuka kati ya Urusi na nchi za Ulaya, hasa baada ya kansela Friedrich Merz wa Ujerumani kusema nchi za Ulaya zinazoiunga mkono Ukraine zimeiondolea zuio la mia ya makombora yake masafa marefu nchi hiyo, na kwamba sasa Ukraine inaweza kushambulia ndani ya Urusi. Ikulu ya Urusi Kremlin imesema uamuzi huo ni wa hatari na unakwenda kinyume na juhudi za kutafuta amani. DW tunavuma kwa kishindo. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limesema upo uwezekano mkubwa kwamba waasi wa M 23 wanaoungwa mkono na Rwanda walifanya uhalifu wa kivita huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hayo ni baada ya shirika hilo kufanya mahojiano na baadhi ya raia waliozuiliwa na kundi la M23 katika miji miwili ya Goma na Bukavu. Zainab Aziz ametuandalia ripoti ifuatayo. Amnesty International imewatuhumu waasi hao wa M23 katika eneo la mashariki mwa Kongo kwa kuwaua, kuwatesa, kuwateka na kuwatokomeza kusikojulikana raia waliokuwa mahabusu kutoka kwenye miji miwili inayodhibitiwa na waasi hao. Amnesty International katika taarifa yake imesema vitendo hivi vinakiuka sheria za kimataifa za kibinadamu na vinaweza kuchukuliwa kuwa sawa na uhalifu wa kivita. Mzozo wa Kongo uliongezeka kuanzia mnamo mwezi Januari, wakati kundi la M23 lilipopata nguvu zaidi na kusonga mbele hadi kuuteka mji wa kimkakati wa Goma katika jimbo la Kivu kaskazini na kisha mji wa Bukavu mwezi uliofuata wa Februari. Kulingana na shirika hilo, kati ya Februari na mwezi Aprili liliwahoji raia 18 waliokuwa wamezuiliwa na M23 huko Goma na Bukavu baada ya kutuhumiwa kuliunga mkono jeshi au serikali ya Kongo. Wafungwa wote wa zamani waliohojiwa na shirika la Amnesty International wamesema waliteswa na waliwashuhudia wapiganaji wa M23 wakiwatesa wafungwa wengine ndani ya magereza walikozuiwa. Wamesema baadhi yao walipigwa viboko kwa kutumia vipande vya mbao, nyaya za umeme au hata mikanda. M23 ni mojawapo ya makundi yapatao mia moja yanayomiliki silaha na ambayo yamekuwa yakipigania udhibiti wa eneo lenye utajiri wa madini huko mashariki mwa Congo, ambalo liko katika mpaka kati ya Congo na Rwanda. Mzozo huo ni mmoja kati ya mizozo mikubwa inayoendelea ulimwenguni na umesababisha mgogoro wa kibinadamu. Zaidi ya watu milioni saba wamelazimika kukimbia makazi yao wakiwemo watu laki moja walioyakimbia makazi yao mnamo mwaka huu kulingana na wataalamu wa Umoja wa Mataifa. Waasi hao wanaungwa mkono na takriban wanajeshi elfu nne kutoka nchi jirani ya Rwanda na wakati fulani walitishia kwamba wangeingia hadi kwenye mji mkuu wa Kongo Kinshasa ulio karibu kilomita elfu moja mia sita kutoka upande wa mashariki ya Kongo. Licha ya jeshi la Congo na M23 kufikia makubaliano na kukubali kuyafanyia kazi mapatano yaliyofikiwa mwezi uliopita, mapigano kati ya pande hizo mbili bado yanaendelea. Ni taarifa yake za Zainab Aziz. Kenya imesema inaunga mkono mpango wa Morocco wa kulipatia mamlaka yake ya ndani eneo linalozozaniwa la Sahara Magharibi, na hivyo kuungana na msimamo uliochukuliwa na nchi kadha za Kiafrika na Kiarabu na Magharibi ambazo zinaunga mkono Moroko kwenye mgogoro huo wa miongo mitano. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Kenya Musalia Mudavadi yuko nchini Moroko ambapo amehudhuria uzinduzi wa ubalozi mpya wa Kenya nchini humo. Wakio Mbogo na taarifa ya kina Mzozo huo ambao umedumu kwa muda mrefu kuanzia mwaka 1975 unaihusu Moroko ambayo inalichukulia eneo hilo la Sahara Magharibi kama himaya yake dhidi ya chama cha Polisario kinachoungwa mkono na Algeria na ambacho kinapigania ukombozi wa Sahara Magharibi. Katika taarifa ya pamoja iliyotolewa baada ya mazungumzo kati ya mawaziri wa masuala ya kigeni wa nchi hizo mbili mjini Rabat, Kenya ilisema inautazama mpango wa Moroko kama suluhisho pekee la kuaminika na la ukweli na mbinu pekee endelevu ya kuutatua mvutano huo. Musalia Mudavadi, waziri wa masuala ya kigeni wa Kenya, anaeleza suala hilo ambalo linajadiliwa kupitia michakato ya kidiplomasia iliyoanzishwa na Mfalme Muhammad wa Sita ni jambo ambalo kwa hakika linahitaji umakini mwingi na linahitaji uungwaji mkono mwingi ili tupate azimio la amani. Waziri wa mambo ya nje wa Morocco Nasser Bourita aliwaambia waandishi habari kwamba msimamo huo wa Kenya kuhusu Sahara Magharibi ambao aliuita lengo la pamoja linaloyaunganisha mataifa ulisaidia kuongeza msukumo mpya katika uhusiano wa nchi hizo mbili. Baada ya miaka 60 ya uhusiano wa kidiplomasia baina ya Kenya na Moroko, Kenya pia ilifungua ubalozi mjini Rabat siku ya Jumatatu, uzinduzi uliohudhuriwa na Mudavadi ambaye ameitaja hatua hiyo kama ishara ya kiwango kipya cha ushirikiano kati ya mataifa hayo mawili. Jessica Gakinya ndiye balozi wa Kenya nchini Moroko wachambuzi wanahitaja hatua hii kama ushindi kwa moroko hasa kwa vile sasa kenya imeachana na msimamo wake wa sahara magharibi wanasema mwaka elfu mbili kumi na saba moroko ilichukua jukumu muhimu katika kuhakikisha kushindwa kwa mwana diplomasia amina mohammed wa kenya ambaye alikuwa akiwania kiti cha mwenyekiti wa halmashauri kuu ya umoja wa afrika baada ya mkutano wake na brahim ghali kiongozi wa sasa wa sahara magharibi katika kambi ya tinduf Wakati huo Kenya ilikuwa inaiunga mkono Algeria. Kufuatia ziara yake nchini Moroko, waziri Mudavadi amesema Kenya sasa inatazamia kusafirisha chai zaidi, kahawa na mazao mengine ya shambani nchini Moroko ili kusawazisha biashara yake. Kenya na Moroko zimetia saini mikataba mitano katika sekta za kilimo, ujenzi wa nyumba za bei nafuu, elimu, biashara, huduma za kigeni na masuala ya vijana. Msikilizaji kokote unapotutegea sikio, sasa ni wakati ambapo Hawa Bihoga amekuja hapa studio. Yeye kwa kawaida akikaa upande wa pili wa studio, basi anakuwa na yale ambayo mitandaoni yanasikika sana, yanazungumzwa sana. Karibu Hawa. Asante Sudi. Kwanza ningependa kukuuliza, unawajua marafiki wa watoto wako? Uh, nawajua kwa kiasi fulani. Basi ni vizuri kama unawafahamu, lakini tukianzia huko nchini Tanzania. mm. jeshi la polisi mkoani Morogoro linamkamata mtoto mwenye umri wa miaka kumi mm. baada ya kutuhumiwa kwa wizi wa gari aina ya spasho. Polisi wana polisi wali, walimkamata wali mtoto huyo jana asubuhi katika eneo la Kiguru Nyembe huko mm, Morogoro akiwa anaendesha gari hilo mali ya Zuhura Hatibu mkazi wa Kilakala. Kamanda wa polisi mkoani humo, kamishna msaidizi wa polisi Alexi Mkama, amesema uchunguzi wa awali umebaini kuwa mtoto huyo ambaye ni mwanafunzi wa darasa la tano, akiwa na wenzake ambao bado wanasakwa, walitumia ufunguo bandia kuwasha gari hilo na kuondoka nalo. Lakini akiwa njiani, mtoto huyo aligongana na bodaboda, akijaribu alipojaribu kukimbia, wananchi walimkamata. Kwa hiyo ndio maana nikakuuliza kwamba wewe unafahamu wa marafiki wa watoto wako. Ni utaratibu ambao nimejifunza na nimeuzingatia kujua mtoto anapotoka anakwenda kwa nani. mm -hmm, na wakati fulani anakuwa na kina nani. Mm -hmm. na nakina na hilo ni muhimu zaidi. Sasa ukiangalia ni darasa la tano tu mm -hmm. Kafanya tukio kubwa kama hili ambalo hmm, pengine hata mtu mwenye umri wa miaka 35 hawezi kufanya. Maoni yamekuwa ni mengi sana huko hmm, nchini Tanzania kuna huyu anaitwa Emmanuel Joseph Hati anasema nahisi nyuma yake kuna mkono wa mtu. Lakini kuna huyu anaitwa Lati Masenga anasema jamani, watu wazima wasiwapotoshe watoto wadogo na Mgaza Halima anasema Mungu atusaidie sana kwenye vizazi vyetu. Bila shaka, lakini yote hiyo inakuwa ni fikra tu. Pengine mtoto huyu anaufahamu watoto wa sasa wanaitwa Gen Z wanajifunza magari na uendeshaji kwenye mitandao ya kijamii, kwa hiyo inawezekana kwamba akawa na uwezo huo kaujenga kutoka mitaani au katika vyombo hivi vya kisasa, simu za mkononi na vitu vingine, na pengine hata filamu. Hmm, tuelekee nchini Kenya, ambapo taharuki imetanda miongoni mwa waumini wa kanisa la Anglican Mtakatifu Mathew lililopo Kirianga baada ya watu wasiojulikana kuvunja na kuiba mali za kanisa huku wakinywa divai na uh, divai ya madhabauni na kula mikate maalum kwa ajili ya sakramenti. Hmm. <laughs> Mimi sina la kuongeza haya mambo ya imani. E, tukio hilo liliripotiwa na wanakwaya walipogundua kuwa kinanda hakipo, na uongozi wa kanisa umethibitisha kutokea kwa tukio hilo na kusema baadhi ya vitu vingine muhimu kwa kanisa vimeibiwa, na inadaiwa kuwa tukio hilo limetokea wakati mlinzi akiwepo ila alikuwa amelala wanadhani. Basi nipe maoni ya watu wawili, kuna huyu anaitwa Sam Lupas, anasema basi washasamehewa na dhambi walioitenda. Uh -huh. Kwa sababu ile divai waliokunywa na ile sacrament waliokula, mm. Kwa hiyo wamesamehewa mm -hmm. mm. Sina la kuongeza mimi, nadhani tuondoke huko na ujumbe hapa katika uh, wawasikilizaji wetu kupitia chaneli yetu ya YouTube. Uh, Robert Samuel anasema dochi vile naupata vizuri, mkiwa Nyasaricho Tarime vijijini. Mutegeki Elias anauliza Israel mtakomesha lini mashambulizi yenu huko Gaza? Robo Mchina, fundi simu, huyu wa Mpanda Tanzania anasema Urusi na Ukraini, ni vyema mkasitisha vita hivyo vinavyoendelea na kumwaga damu za watu wengi. Kwako kwa unaona nini? Namwona Nsegiyumva Murengezi anasema Dochivele nawapata vizuri akiwa Rushuru, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini Nyanda Bukombe wa Ngara, Tanzania, anasema hongera Dochivele Kiswahili kwa matangazo ya jioni nawapata mubashara. Na namaa Joans wa Kakulaijo, Tanzania, anasema Urusi na Ukraini kaeni chini ili mmalize mzozo wenu unaoendelea. Tayari imeufungua ukurasa wa Instagram. Abel Mkongwe anasema Urusi na Ukraine wekeni silaha chini kumbukeni wanaumia ni watoto na wanawake antinius mushobozi sospita huyu wa muleba tanzania anauliza umoja afrika frika uh, mmeshindwa nini kutatua mzozo wa kongo miraji njiwa huyu wa moshi tanzania anauliza vita vyuko mashariki ya kongo itaisha lini kwa upande wangu namwona lukas zabroni wa mwanza tanzania anauliza je jeshi la kongo limeshindwa kuwadhibiti hawa waasi wa mu 23 lakini maji moto malole wa kibara bunda Tanzania anauliza vita huko Gaza itaisha lini? Fuso Fuso wa Mwanza Tanzania unasema umoja wa Mataifa ni vyema ukapata mwafaka wa mzozo huko gaza haraka iwezekanavyo. Namwona hapo katika ukurasa huo wa Instagram, Manet Kione wa Iringa uluti ya Tanzania anasema kinachoendelea huko Gaza ni kitendo cha kinyama. Kwenye ukurasa wa Facebook hapa Uh, Mercy Manda Baba Perishan wa Moba huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anauliza ukanda wa Gaza, kulikoni? Tutafuteni amani jamani. Na Jessica binti Bugalu, huyu akiwa Arusha, Tanzania, anasema kinachoendelea huko Kongo kinasikitisha sana, viongozi wa ngazi za juu za na kimataifa ingileni kati kutafuta suluhisho Namwona Mtambala Robert wa Kibondo Tanzania unasema Urusi na Ukraini kaini meza moja ya mazungumzo ili kumaliza vita. Mbaga Karimu wa Mbezi, Dar es Salaam, unaandika amani ya Kongo ipo mikononi mwa wakongomani wenyewe. Lakini Kibanzo Jean wa Moba, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unasema Umoja wa Mataifa mzozo unaoendelea huko Gaza utashalini. Hawa mi nadhani tu wahage hapa studio kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, wewe ukiwa mshiriki muhimu wa wabihoga, tuseme kwa heri, lakini kesho nayo ni siku na saa 12 asubuhi kwa saa za afrika mashariki, bila shaka watatusikiliza. Asante, mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni tulikuwa hewani kupitia satelite Badri 8 Utelsat 8 WB, Hotbed 13 g na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwa geni. Kwa herini.